Naitwa Jansen Neema, nimekuwa nasoma na Marambi FYM na nimekuwa nasaidiwa na walimu wangu, hata ndo wamekuwa nanilipia school fees na mahitaji mengine madogo madogo. Hata nilikuwa naishi kwa madamu wangu, madam Cecilia, yeye ndiye amekuwa ananisaidia na nimetia bidii, nimepata 67 points na kwa hivyo nilikuwa naomba Mheshimiwa mama county Catherine Wambilianga, Martin Pepela, mbunge wetu Mheshimiwa Martin Pepela mnisaidie, Mheshimiwa timu tim Wanyonyi na Didmas Barasa mnisaidie, ili niweze kutimiza ndoto zangu, na hata nikifanikiwa huko mbeleni, nitaweza kusaidia hata watu wengine. Hata nilikuwa nataka kurepeat, lakini CBE hairuhusu kurepeat, so inabidi tu niende niendelee na masomo yangu, although sina uwezo, wazazi wangu hawana uwezo wowote Nilikuwa naomba mnisaidie, hata shule yote nye nitapewa nafasi mi nitasoma. Kwa majina naitwa Melisha Mnyali. Nilikuwa nasoma Mkuyu Primary School, nikafanya kejesea nikapata point 49, lakini wazazi wana pesa. Naomba tu mnisaidie niende shule. Mangu anashanga tu mangu Jina la mzazi Sicilia. Akajaribia kiote lakini hakuweza, okay. Ikabidi tumerudi tu nyumba. <coughs> <coughs> mimi nasaidianga pa mama kazi, na ni mgonjwa, ako na shida ya mgongo hata alana Jansen Khisa Alana has been here right away from PP1 grade 1 and she wrote shirot KCSE assessment but the journey has been tough taf the child comes from a very humble background

na mtoto wangu kwa kulipa fisi mbele ya Mungu. Nilikuwa nasaidiwa na walimu kwanza, mwalimu mkuu, mwalimu Martin, Madam Sis na Madam Matamas m... mata nimekuwa kisimama na mimi site sana sana kwa mtoto wangu. Mtoto wangu amepita mtiani, anaenda gredi ya kumi, na mimi mwenyewe sina mbele wala nyuma ni walimu walikuwa wananisaidia sana kulipa. Mimi mwenyewe napanga miwa hapa na, na sina mbele wala nyuma, sina shamba la kulima, ndipo sasa nikamsaidie. Naomba tu wadhamini wanisaidie kusimama na mimi, ndipo sasa mtoto wangu akaenda kwenda credit 10. Kwa jina naitwa Emily Nyari. Mimi niko hapa niko na fua, niko na msichana wangu huyu amefanya credit 10 anaingia alikuwa ameitwa shule na sina namna, sina pesa, niko tu hapa kwa kibarua, tunafanyako kidogo lakini haitoshi. Na tangu wenzake wafungue shule, ye yako tu analianga tu siku na mchana. Tunatafuta tu ya kufua tukule, angalau tupate ya kukula. Naomba mwenyako wahisani wenye wanachiweza Naweza nisaidie huyu mtoto wangu aingie wa Saint Cecilia aliitwa huko. Mwenyewe iko na, na shida ya ki, ya mgongo siwezi chota maji. Sasa natembea na yeye angalau tutafute kufua tukipata yeye anachota maji na mimi nafua. Ananisaidia ku, kuanika. Tukimaliza hivyo na tunakuja nyumbani. Pesa yenyewe haitoshi. Wanaweza kukupea kama 200. Mwingine anakupea 150. Haitoshi. Mimi, naomba msaada, mwenye ako na kitu kidogo kiasi, tusaidiane, munisaidia huyu msichana.